Mimi naitwa Sinani Sefu Kitimla e, kutokea Mwaninga, Mwasonga eneo la Mwaninga e, kata ya Kisarawetu e, shina namba tano nimekuja kuchukua fomu ya ubunge e, kwa ajili ya kupambania wananchi wangu wa jimbo la Kigamboni. Muda mrefu ulikuwazi kutokana na taratibu ambazo zilizokuwepo kwenye chama na ndio maana mpaka leo hakuweza kupatikana mtu mwingine, mpaka tusubiri kipindi cha kama hiki ambacho tumekuja kuchukua ili tupate kugombea watoto ambao wanahitaji. Na kitu kilicho nisukuma e, mimi ni, ni, ni mzaliwa wa, wa umu, Mwasonga na nimesoma Mwasonga, shule ya msingi pale Mwasonga e, nilikuwa naishi pale Mwaninga e, kwa muda mrefu sana. Ilikuwa na ironia ya kuja kugombea kutokana na sehemu nyingi wanatoka wabunge wa tofauti tofauti na sehemu mbalimbali, lakini kule upande wa kwetu hawakutoka watu. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kupambania wananchi wangu wa Kigamboni, pia wananchi wangu wa eneo ninalotoka, kwa ajili ya sapoti yao ili niingie kwenye kinyang'anyiro hiki, Mungu akipenda, basi ni mbunge wao. Lakini pia kwenye mambo ya ubunge kuna vitu vitatu au vinne. E, kitu cha kwanza mtu anagombea kwa ajili ya kuprotect mali zake lakini kuna mwingine anagombea kwa ajili ya kuprotekti cheo chake. Kuna mwingine anagombea kwa ajili ya kutaka kutangaza nia ili aangalie ustalabu wa mbele nini kitakachofanyika. Lakini mimi nimegombea kwa ajili ya kutumikia wananchi wangu. Nitakuwa na kazi mbili au kazi moja. Kazi ya kwanza ni kuwasikiliza wananchi wangu nini wanataka, na kazi ya pili ni kurudi jimboni kuelezea e, taratibu zote za kuomba na kutoa malalamiko na kutoa mapendekezo ya wananchi wangu nini wanataka. Hicho ndio kilicho nisukuma. Sijakuja kugombea kwa ajili ya kuprotekti mali zangu, kwa sababu sina mali na sio tajiri. Ni mtoto wa mkulima, ni maskini, lakini nimekuja kwa ajili ya kufanya hicho.